Kwa majina anaitwa Fredrick Lugenya ni mkaguzi wa dawa wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA. Uh, operation hii tulianza tangu wiki iliyopita, tulikuwa kwenye ukaguzi katika halmashauri ya wilaya Uyui, ambapo tulipokuwa katika halmashauri ya wilaya Uyui tulifanya ukaguzi na kubaini baadhi ya maduka yaliyokuwa katika halmashauri hiyo yana um, bidhaa zisizofaa kwa matumizi yanayokinzana ya na sheria ya dawa na vifaa tiba ikiwemo kuwepo kwa dawa ambazo ni mali ya serikali ya Tanzania lakini pia dawa ambazo hazijasajiliwa nchini. Kwa hiyo, baada ya kupata taarifa hizo tukafanya ufuatiliaji na kuweza kuambiwa baadhi ya maeneo ambapo bidhaa hizo zinaweza zikapatikana e, kwamba zinapatikana hapa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Kwa hiyo leo tukasema tuje tufanye zoezi hilo la ukaguzi katika baadhi ya maeneo ambayo pia tulikuwa tumetajiwa kwamba yanauza bidhaa hizo za serikali, lakini pia bidhaa ambazo hazijasajiliwa nchini. Kwa sababu baada ya ufuatiliaji kama nilivyosema, tulipotoka uh, Uyui, tulipewa taarifa ya kwamba kuna duka la dawa muhimu ambalo liko hapa halmashauri ya manispaa ya Tabora linauza bidhaa hizo. Kwa hiyo tukafika katika duka hilo, lakini pia tulikuwa tumepewa uh, uh, maelezo ama taarifa ya duka la bidhaa za chakula ambalo duka hilo lilikuwa likitumika kama store, ama pia likitumika kuhifadhi bidhaa za dawa za binadamu kwa hiyo tukalazimika kushirikiana na wenzetu wa jeshi la polisi kuja kufanya upekuzi na ukaguzi katika duka hilo, na ambapo pia imetuwezesha kubaini uwepo wa dawa mbalimbali zi, ambazo ni mali ya serikali ya Tanzania, vitendanishi vya kupima virusi vya ukimwi, malaria ambavyo ni vya serikali ya Tanzania, lakini pia eh, uwepo wa dawa mbalimbali zisizosajiliwa nchini, lakini pia na dawa zingine ambazo haziruhusiwi kuuzwa katika maduka ya, ya, ya vyakula. Ni kweli kwa mujibu wa sheria na kanuni tulizo nazo eh, maduka ya bidhaa za chakula yana limited items au aina ya bidhaa ambazo wanatakiwa kuuzwa zinazoitwa general sale medicine, ambazo ni dawa za matatizo madogo madogo kama vile paracetamol, aspirin na dawa za aina hiyo za kutibu maumivu madogo madogo, lakini hawaruhusiwi kuuza dawa ambazo ni kubwa kwa maana ya kwamba zinatakiwa zitolewe chini ya uh, ushauri wa wataalamu kwa maana aidha kupitia cheti cha daktari ama kwa, kwa, kwa utaalamu wa wafamasia. Katika ukaguzi huu vilevile, tumebaini ya uwepo katika duka la bidhaa za chakula dawa nyingi ambazo za kutibu nguvu za kiume ambazo hazijaruhusiwa na TMDA kuweza kuuzwa katika soko la, la, la Tanzania. Hii inatupa taswira ya kwamba pia baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu wa kwa sasa wanahifadhi dawa hizo baada ya kuhifadhi kwenye maduka yao ya bidhaa za dawa wanakwenda na kuhifadhi kwenye maduka ya bidhaa za chakula. Lakini pia yawezekana kutokana uhitaji wa dawa hizo, baadhi ya wafanyabiashara wa bidhaa za chakula wanavutiwa na biashara hii, e, bidhaa hizo na kutamani kuwauzia wananchi bidhaa hizo. Yawezekana kwamba zinahitajika sana kwenye jamii, lakini sasa bahati mbaya dawa zenyewe hazijakidhi matakwa ya kisheria na kutotakiwa kutumika. Lakini pia mamlaka imekuwa ikiendelea kusema imeshapata kutoa tangazo la, la e, madhara yanayoweza yakapatikana kwa kutumia dawa hizo bila ya ushauri wa daktari, kwa sababu dawa hizo ili ziweze kutumiwa ni lazima daktari aweze kumchunguza mm, mgonjwa na aone ya kwamba afya yake inakidhi kuweza kutumia dawa hizo na kiasi gani cha, uh, cha vidonge hivyo anatakiwa atumie. Kwa hiyo iwapo wananchi watanua dawa hizo E, bila kufuata e, ushauri wa daktari ni hatarishi kwa maisha yao. E, na tunaendelea kutoa wito kwa raia wema ambao wana taarifa zinazoweza kuiwezesha mamlaka kuweza kubaini wauzaji wa, wa bidhaa zisizofaa watuletee taarifa zetu, lakini pia tunawaasa wafanyabiashara wa biashara za dawa kwa ma, wenye pharmacies maduka ya dawa muhimu, lakini pia na wafanyabiashara wa biashara zinginezo za chakula na nyinginezo kwamba wa, wafanye biashara zao kulingana na matakwa ya sheria zinazoongoza biashara zao wasijihusishe na uuzaji wa bidhaa e, kinyume cha sheria, kwa sababu mamlaka ipo macho na serikali pia ipo macho kuhakikisha ya kwamba e, bidhaa zisizofaa zinaondolewa kwenye soko na hatua kali za kisheria dhidi ya wahusika wote zinachukuliwa. Mimi naitwa kwa jina Jumanne ya Madi Nunda, mwenyekiti wa mtaa Bauti, kata Chemchem, minachoona Ndugu mtangazaji, kwamba wajirekebishe. Huwezi ukachanganya chakula na, na vitu vya madawa. Kwanza wanataisha maisha ya binadamu, vitu vya madawa eh, madawa, chakula, kile chakula. Naona hivi vitu wakomeshwe, wa wapunguze kasi kasa kuweka vitu kuchanganya.